Kishai kila ninapoenda inanifuata nyuma nyuma, mnataka dini tuko vizuri ah. Palipokuwa na kitu kizuri na sisi yeah. Kishai TV tuko nyuma, watu wanakuja, watakuja kuambia hii media ni ya masanza sasa. <laughs> Umeona, tunakupendelea sana kila siku Kishai masanza akienda Rwanda Kishai hii hapa. uh -huh. masanza yuko da kisha hii hapa kesho kutu hapa naenda Zanzibar, kisha inajua itakuja nyuma yangu nikienda ni kutoa mahari pia sehemu <laughs> kisha tv hakika, mmejipanga na tunafurahi kuona kwamba taarifa zetu zinawafikia watu wengi. TikTok kule naona tunafanya vizuri. Mm -hmm. Instagram tunafanya vizuri na kila sehemu ambapo tupo mpaka YouTube, tunafanya vizuri sasa, kama hujasubscribe kisha tv huwezi kupata habari za Singida Black Stars kwa haraka e, stories zinaanzia hapa na ma exclusive mm -hmm. yanaanzia hapa hakika. E, mnafanya kazi nzuri. Asante sana. Karibuni kwenye dimba la mazoezi hapa, ndo yanapangwa mauaji ya kesho ya Lion Sports mm -hmm. hapa uwanja wa KMC. mm -hmm. Miguel Gamonde amekasirika kweli kweli. Kwa nini? Amekasirika kwa sababu uh, amepata taarifa kwamba Lion Sports wame, wameapa kuja kufia uwanjani kwamba wanasema e, sisi mechi tuliwabahatisha, mm, ni yani Singida, tumesafiri tumeenda Rwanda, tumelipa hoteli, tumefanya mazoezi, alafu tukwenda kuwafunga, wanasema tuliwabahatisha. Jambo limemkera sana Miguel Gamondi, na atahakikisha kesho anaonesha kwa nini aliitwa master mm.